Je, umewahi kufikiria siri iliyo ndani ya wudhu? Kila siku tunaunda uhusiano na mola wetu kupitia maji haya matakatifu, lakini mara nyingi hatutafakari maana yake ya ndani. Wudhu si tu kuosha uso, mikono au miguu, ni ibada yenye nguvu ya kutakasa moyo na nafsi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema Anapofanya udhu muumini, dhambi zake hutoka pamoja na tone la mwisho la maji. Sahih Muslim. Fikiria hilo mpenzi mtazamaji wa Soul Reflection. kila tone linalodondoka kutoka usoni mwako linabeba makosa madogo ulionayo na kuyasafisha kabisa. Udhu ni rehma, ni neema unayoguswa nayo kila siku, na kwa kila unapoosha kiungo unaosha pia huzuni, wasiwasi na uchovu wa ndani. Maji hayo madogo yana nguvu ya ajabu, yanaamsha roho, yanatuliza akili na yanaupa moyo wako amani. Wanasayansi leo wanathibitisha kuosha uso na mikono mara kwa mara hupunguza msongo wa mawazo, huboresha mzunguko wa damu na kusaidia kupumzika vizuri. Hivyo basi, wudhu ni zaidi ya usafi wa dini, ni tiba ya mwili na roho kwa pamoja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia alisema, Mwenye kuwa katika udhu daima malaika humlinda na rehma humzunguka. Hii ina maana kwamba kuwa katika udhu ni kinga, ni ngao ya kiimani inayokulinda kimwili na kiroho. Wale wanaopenda udhu huonekana na nuru. Uso wao hutulia, macho yao huwa na amani na roho yao huangaza kwa mwanga wa imani kwa sababu kila mara wanajitakasa kwa ajili ya Mola wao kabla ya kuzungumza naye katika swala. Leo jaribu kitu tofauti. Usifanye udhu kwa haraka, fanya kwa tafakari. Kila unapogusa maji, sema moyoni, Ewe Mola, nisafishe mimi kama unavyosafisha uso huu. Utaona tofauti. Mwili wako utahisi wepesi na moyo wako utapata utulivu ambao hukupata kwa muda mrefu.